Mradi huu haujachelewa, ila ninachosisitiza hapa ni kwamba kuna kila dalili za kuja baadaye waseme wamechelewa, sababu kama mnavyoona, mashimo yako wazi, mvua zinakaribia na kadhalika, kuna vifaa ambavyo havijafika, lakini bado tupo ndani ya ya mkataba na TANESCO wamewasimamia vizuri mpaka sasa. Tunachotaka kukiona ni kwamba isije ikajitokeza sasa hali ya kwamba tunapofika muda mradi unatakiwa kukabidhiwa mradi haujakamilika. Fedha ambazo zimetolewa zaidi ya bilioni mia tano na hamsini ni fedha za ndani, fedha za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni fedha za Watanzania ambazo Mheshimiwa Rais aliona kuna, kuna umuhimu mkubwa wa umeme kusambaa nchini. Tunao umeme wa kutosha na tunachofanya sasa hivi ni kufanya evacuation, kuondoa umeme kwenye vituo vya uzalishaji na kuufikisha kwa wananchi sasa Dodoma huku tukijaliwa kufika, tuna kituo kikubwa sana kiko Zuzu, kinafanana na hiki tulichotoka hapa Chalinze. Kwa hiyo pale pia ni kama njia panda, eh. Kwa hiyo kuna umeme pale unatoka Singida mpaka Arusha, huko tunaunganisha na line kwenda kwa majirani zetu Kenya, lakini kuna line zetu zinaelekea kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tukiufikisha umeme kwa wingi huu pale Dodoma, tutakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kupeleka maeneo mengine, ndio maana tunahangaika tumalize hii. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, hii iko kwenye ile total package niliowaambia jana. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuwekea shilingi trilioni 13.5 kwenye miradi 41, miradi sita ya kuzalisha umeme, miradi 35 ya njia za kusafirisha umeme, moja ndio hii hapa.